Uh, unapoacha kunywa dawa za pressure, unapoacha kufuatilia maagizo ya madaktari wako wataalamu, ambao walikaa wakakuelekeza kwamba dawa hii ya pressure utakunywa asubuhi na hii utakunywa usiku, au unaweza ukapewa dawa wakakwambia utakunywa mara moja tu kwa siku, aidha uchague unywe usiku tu au unywe asubuhi. Sasa nini kinatokea pale unapoacha kunywa dawa za pressure, na nini kinatokea unapoacha kwenda kufanya kliniki ya pressure? Pressure ina mtindo wa kupanda kimya kimya, na haiwezi sometimes ikakuletea dalili. Ukishaanza kuona dalili, ujue tayari pressure inakuumiza pressure ikipanda sehemu ya kwanza kabisa kuumizwa huwa ni sehemu ya kichwa ya mwanadamu, uh, sehemu ya ubongo. Na ubongo umegawanyika katika sehemu nyingi sana. Ubongo ndio unao control sehemu kubwa ya maisha ya mwanadamu, maamuzi mengi yanatokea katika ubongo. Basi vishipa vidogo vinavyozidiwa na presha kuwa kubwa, gandamizi wa damu, vile vishipa huweza vikapasuka pasuka, na vikisha pasuka, basi mtu anaweza kaanguka chini popote pale alipo, anaweza kaanguka chini, anaweza kawa anaendesha gari aka, akapata blackout, yani akazimia. Anaweza kawa anaoga, anaweza kaanguka mm. Anaweza kuwa yuko anatembea, anaendesha baskeli, anaanguka muda wote, wakati wowote, sehemu yoyote. Basi baada ya kuanguka, kuna madhara mengine yanamtokea huyu mtu ambaye mwenye shida ya pressure anaweza akapooza mwili, wanasema anaweza akapata paralysis. Anaweza akaparalyze, na hatujui ataparalyze mdomo tu, au kaenda upande, au anaweza akaparalyze upande wa kushoto tu, au upande wa kulia. Yote ni madhara ya pressure kuwa kubwa na ikamuumiza mwanadamu. Basi nini, basi cha kufanya kwamba ili haya madhara yasio yanatokea, cha kufanya ni kufuata ushauri na maelekezo ya madaktari. Ukiandikiwa tarehe ya kliniki kwenda kucheki presha yako, make sure unaenda. Na kwa wale walezi au wasimamizi watoto wa wazazi wenye presha zinazopanda, jitahidi ni kuwakumbusha wagonjwa wenu au wazazi wenu muda sahihi wa kunywa dawa na kufuatilia ile trendi ya blood pressure. Kwa kufanya hivyo, tutawaokoa ndugu zetu. Sasa je yeah, labda nitoe swali. Unapoacha makusudi unakuwa una, maksuli, una plani ya kuumia na kulazwa kitandani maisha yako yote, au unakuwa una plani ya kufa? Kama sio plani yako yote hiyo, ni kufuatilia kwa umakini masharti ya madaktari. Usiache kunywa dawa pasipo kumconsult daktari wako. Pressure ipo na inawaumiza watu wengi sana, that's why pressure ikaitwa silent killer, kwamba ni muuaji asiyesikika, ni muuaji ambaye apigi kelele, ni muuaji wa kimya kimya. Kwa maana gani? unapoanza kuona dalili iza kizunguzungu tayari pressure imeshaanza kukuumiza pasipo wewe kujua. Kwa hiyo basi, tuzingatie maelekezo ya madaktari, tuzingatie ushauri wa wataalamu, tusiache kiholela matumizi ya dawa ya pressure. Mpaka hapo utakapoambiwa sasa pressure yako imekaa sawa, unaweza ukaacha kutumia dawa. Ni Glozack Empire katika jamii yetu. Free education,